Ndugu waandishi wa habari, wa kama ambavyo mwenyekiti wetu amewakaribisha wa Watanzania na Wanatemeke, lakini pia kumkaribisha sana katika wale wetu wa Temeke, mgombea wetu wa urais wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi nitumie nafasi hii kuwaendelea kuwasihi na kuwaomba watanzania wote kwamba pamoja na kwamba sasa kampeni zetu zinaelekea ukingoni, kwa maana tunaelekea siku za mwisho za kampeni kuelekea siku ya kupiga kura. Tunaona mambo mengi katika mitandao ya kijamii ambayo si mambo mazuri na si desturi ya Watanzania. Watu kuhamasisha vurugu, watu kuhamasisha watu wasiende kupiga kura. Lakini sisi tunataka kuambia Watanzania hayo mambo tuyapuuze. Watu hao ni watu wasiokuwa na nia njema na taifa letu. Na sisi katika Temeke wana Temeke wote. Mambo hayo tuyakatae kwa nguvu moja. Tuwaombe Watanzania wote kwanza tarehe 23 atakapofika Dr. Samia Suluhu Hassan tujitokeze kwa wingi kwenye mkutano wake wa kampeni. Kwa sababu hiyo ni fursa kwa wananchi wote kusikiliza yale mambo ya msingi ambayo serikali kwa maana kupitia ilani ya uchaguzi ya CCM itakwenda kuyafanya katika kipindi cha miaka mitano kuanzia 25 kwenda 30. Kwa hivyo, tujitokeze kwa wingi kwenye mkutano huo mapema kabisa. Tunamtarajia mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan atafika saa tano ya asubuhi siku hiyo tarehe 23. Kwa hiyo sisi wanatemeke tufike mapema zaidi ili kumlaki kwa moyo safi, kumlaki kwa furaha kubwa kwa sababu yeye ndio kipenzi chetu sisi wanatemeke na wanatanzania wote. Niwaombe, itakapofika tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura bila kuwa na wasiwasi wote, kwa sababu sisi watanzania hatuna desturi ya kuchafua amani ya nchi yetu. Amani ya Tanzania ndiyo tunu ya taifa letu, na sote kwa kauli moja, kwa mshikamano wetu tuhakikishe tunu hiyo hatuwezi kuipoteza. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Samia Suluh suluhu Hassani, karibuni sana Temeke tarehe 23, ndugu zangu.